Kufanya fanya maajabu kwenye maisha yetu. Tuna mwingine zaidi. zg Katika jina la Yesu sifiwe maneno haya. Furaha ni mlango wa kuhudumiwa na Mungu. When you choose joy, you choose miracle. When you choose joy, you choose, choose, choose breakthrough. When you choose joy, you choose the divine touch of God agua furaha unachagua mguso wa kiume. Ukichagua furaha unachagua miujiza. Unaweza ukawepo mahali ambapo Yesu yupo na usipokee kutoka kwa Yesu. Wako watu walitembea na Yesu na wakapokee kutoka kwa Yesu. Makutano yalikuwa yanamsindikiza Yesu kila siku. Lakini watu walikuwa wapokee. Alafu kuna mwanamke mmoja akasema mimi nitagusa, nashika pindo la mavazi. Watu wametoka na Yesu mbali mkubwa sana. Wametoka wametembea na Yesu pamoja na kwamba Yesu alikuwa na miujiza na alikuwa na nguvu. They didn't receive nothing from Jesus. Because kinachomfanya mtu apokee kwa Yesu ni commitment yake. Umeamua nini kwenye ibada yale? Umeamua kuja kunisikiliza? Umeamua kuja kunisikiliza? Unaona umakini? Hiyo unaona hali ya kiroho kwa mimi, kama today, siku ya leo ni siku yangu ya kukutana na Mungu. It's a meeting between me and God. When you believe that it's your meeting between you and God, maanake umeamua kwa sawa wengine, unajiangalia wewe na Mungu. Unamwonesha Mungu namna gani maisha yako yanamhitaji Mungu pekee. Mimi nikishashika maiki nimeanza kuhudumu na kila kitu nacho kiongea anza kujadili, hata kabla sijaanza kuandika. Lakini nikiongea kitu ambacho naona this God is speaking to me. Sikuwa nikambi kitu ambacho kunifikisha hapa nilipo leo. Mimi ni mtu ambaye sipenda kuongea sana maisha. Lakini kilichonifikisha nilipo leo ni kwa sababu

Amin. Ya kwamba kila kitu kitakachotoka kwenye kinywa chako ni ujumbe wa Mungu kwa. Unaelewa kitu nataka kusema? Hicho kitu kinabadilisha perception yako. Lakini pia ufunuo wa Kimungu unaenda mahali ambapo kuna shauku. Unaweza kushangaa tu kwa hapa, afu kuna watu wanasema mchungaji unahudumia maisha yake. Unajua kwa nini kile ambacho nimekisema kimeenda kuhudumia maisha yake? Kwa sababu ndani yake kuna shauku ya kumsikiliza Mungu.

hawa vijana wanaweza wakafanikiwa bila wewe. Na hakuna namna mbaya. Hawa vijana watakuona pasipo kuona hizi ibada zetu tulizo nazo. Hatuhitaji kwa one funny kwenye hotel friend to money. Tunaamini popote yuko. Na tunaamini sisi tukimtengenezea zi mazingira atakuja kwenye mioyo yetu. Unaelewa kitu ninachokisema? Unaelewa kitu ninachokisema? Unaelewa kitu ninachokisema? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Revelation Where there is desire, there is hunger. Mahali hapo kuna kiu, kuna shauku, kuna njaa. Mungu m Mungu anasema na nafsi iliyo na njaa, nafsi iliyo na kiu, nafsi iliyo na shauku inatamani kusikia kutoka kwa Mungu. Jamani, bwana asifiwe. Alhamisi tutakuwa na ibada inayoitwa mira a baada ya urgi ufahamu uh, a apema fa kwa sababu kuna kitu Mungu anataka akishift kwenye maisha. Unajua, maisha tunapozungumzia kwa habari ya ibada ya miujiza, maana yake tunataka tu- tumuone miujiza, sio ni kumjua Mungu, ni kumwona.